Lakini Allah akufundisha udhaifu wako kwa binti kijana wa kike Maryam, hebu sawirisha kwenye akili yako, weka imagination hii. Mtoto wa kike amepata mimba, tena hata hajakutana na mwanaume, hajapambana hata hizo nguvu za kiume, hajaziona mimba inkuja, tukiraharaha tu, pepo umeingia shwaa, ana mimba. Imefika siku ataka kujifungua, maumivu anayohisi mtoto huyo wa kike mdogo hajakuwa katika hali hana njia ya kujifungua kabisa. Leo uko kwenye maumivu haya mpaka mwenyewe asema ya laitani mitu kabla hadha wa kuntu nasia, si, si maumivu ya kuumwa tu, maumivu ya watu wake kumtia aibu, kwa sababu kule ajulikana amelelewa nyumba tukufu, nyumba ya mitume ya Zakaria, leo arudi mjini na mtoto